Sambamba na hilo, tuna maeneo ambayo tumekubali kutenga kwa ajili ya matumizi ya biashara. Sasa kufanya biashara kwenye barabara sio jambo tu kwamba linahatarisha usalama wao, lakini pia hata uchumi wao. Ni rahisi mtu kubeba kitu na kukimbia. Kwa hiyo tumesema, naumgo sem aa Ilala na baadhi ya maeneo mengine aojatemekea na si tu wafanya biashara hawa ndugu zangu wa machinga, tunaenda kama kwenye magereji, tunaenda sehemu zote mbalimbali ambazo tunataka kila kitu kikae kwenye msingi unatakiwa. Maana yake ni kwamba tunapoacha maeneo yaliyopangwa mathalan ya leopango, matha watu kutembea kwa miguu, watu kuendesha baskeli aa, lakini pia hata mfanya biashara huyu mwingine ambaye ana duka lake analipa kodi. Wewe ukija kufanya biashara kwenye eneo lake, maanake wewe ulikodi analipa kodi, mwisho wa siku anajikuta anaumia. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba hatuna nia na kule wanapokwenda tutaendelea kuboresha mazingira kadri ya siku zinazozidi kuendelea kuhakikisha wanapata mazingira mazuri, lakini pia naomba na Dar es Salaam tuache tabia kwa tunanunua ovyo. Maana yake lazima tuone utaratibu, unafanya lini shopping, unaenda kununua wapi, unanunua kitu gani. Kwa mshasi siku mnanunua vitu afu unakuja kulalamika kwamba nimeuziwa kitu feki, kwa sababu umeenda kwenye utaratibu sio stahili. Hasa tunaposema ununue sehemu husika ni pamoja na kupata risiti. Sasa kama unanunua barabarani, si jambo rahisi sana kupata risiti, lakini pia hata usalama au uhakika wa bidhaa unaoichukua kuwa ni bidhaa inayoweza kukupatia tija katika kitu unachotaka na sio jambo jepesi sana kuipata ni kupitia barabara. Kwa hiyo niombe tu tuwe na muda maalum, tuwe na sehemu maalum za kuweza kufanya ununuzi wetu. Tunapoendelea kununua barabarani tusije tukalalamika ya kwamba barabara yetu imejaa wafanya biashara bali sisi ndio wateja wa barabara. Ah, zaidi ya yote nilisikitika baada ya ndugu yetu mmoja kufa pale Kariakoo akiwa anatembea kwa kusa kanyaga nyanya wakati nyanya imepangwa barabarani. Na watu wakamshambulia kwa kaka. Si jambo linalo stahili kuendelea kutokea ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo niombe wafanyabiashara waende kwenye maeneo wa yaliyopangwa na manispaa zao, na kama kama kuna sehemu wana tatizo, wamuone haraka zaidi mkuu wa wilaya atawasaidia kwa gani kufanya. Ikishirikiana, waje kwangu, tutashirikiana kwa pamoja, tuhakikisha kwamba kule wanakokwenda, wanafanya shughuli zao bila kumunguziwa. Lakini wananchi waache. Na kitendo kile cha kuiacha maeneo ya wazi kama Kariakoo kama Ubungu na sehemu zingine. Hata mji wetu unaanza kuonekana na kurudi kwenye ndoto tulionayo ya kwamba kila jambo lifanyike mahala mahususi.